Mjambo, na ningependa kuwajulisha kwamba ile kesi ambayo tulikuwa tumewasilisha kotini ya kupinga, ya kudai kwamba madeni ilipwe, madeni ya isiyo ya kihalali isilipwe na Wakenya, nasi ya kutaka kwamba waliohusika wawajibike, tumeitoa kotini kwa sababu tulipo kwa kule kotini tumekutana na swali ambayo haichangii kusuluhisha ili swali hili hoja vizuri, kwa vile ile kes, kesi tulikuwa tumewakilishwa kwenye mwaka wa 2015 tumeona l tuiondoe, ili tuwasilishe kesi mpya ambayo tunaenda kuwasilisha kotini leo. Na kwa hivyo, hii vita vya kusema kwamba walioiba pesa ya wakenya ambayo ni shilingi trilioni saba ambayo tunaandama watawajibika na hiyo pesa watalipa. So msipe moyo, hii ni kama ukiwa kwenye basi alafu waambiwe kuna bomu kwenye hiyo basi, hata kama hujafika penye unaenda, unashuka njiani ili upande basi ingine. So hilo ndio tumefanya, na tungependa tumeona hakuna haja kwenda kulipuliwa na no, umeshaambiwa kuna bomu kwa hiyo basi. Asanteni sana.